Serikali ya Burkina Faso imesema imewakamata wafanyakazi nane wa shirika la kibinadamu lenye makao yake makuu nchini Uholanzi, ikiwatuhumu kwa ujasusi na uhaini. Ni raia watatu kutoka Ulaya, Mali na Burkinabe na wa Burkinabe wanne. Miongoni mwao ni mkurugenzi naibu wa NGO hiyo nchini Burkina Faso. Waziri wa usalama Mahamadou Sana, yeye amesema shirika lisilo la serikali lilokusanya na kusambaza taarifa nyeti za usalama ambazo zinaweza kuhatarisha usalama wa taifa na maslahi ya Burkina Faso, kwa mataifa ya kigeni. Shirika la Kimataifa la Usalama wa NGO, INSO ambalo hutoa taarifa za usalama kwa wafanyakazi wa misaada limekanusha madai hayo. Anthony Neal, mwakilishi wa shirika hilo lisilo la kiserikali ameiambia BBC kwamba mkurugenzi wake wa nchi ya Burkina Faso alizuiliwa tangu Julai wakati shirika hilo liliposimamishwa kazi. Wengine saba walikamatwa baadaye. NGO hiyo ilisimamishwa Julai 31 kwa miezi mitatu na serikali kwa kukusanya data nyeti bila idhini. Imekuwa ikifanya kazi nchini tangu 2019 hapo Burkina Faso. Siku ya wa Jumanne, waziri wa usalama alisema licha ya kupigwa marufuku na wanachama wa shirika hilo wameendelea kukusanya taarifa kwa siri na kufanya mikutano. Bwana Neal amekanusha madai hayo, akisema shughuli zake za kukusanya taarifa zilikoma tarehe 31 Julai, lakini wafanyakazi wake walibaki Burkina Faso kushughulikia marufuku hiyo na kutimiza ahadi za mkataba. Taarifa ya shirika hilo imesisitiza kuwa taarifa inazokusanya si za siri na zilikusudiwa kwa ajili ya usalama wa wafanyakazi wa masuala ya kibinadamu. Imeongeza kuwa mamlaka ya Burkinabe wanafahamu kikamilifu kazi yao na wamekuwa wakishirikiana na serikali. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso inayoongozwa na Kapteni Ibrahim Traore ilichukua mamlaka katika mapinduzi miaka mitatu iliyopita, na imekuwa na uhusiano mbaya na mataifa ya Magharibi tangu wakati huo. Katika kukubaliana na uasi unaozidi kuwa mbaya kwa makundi ya Kiislamu yenye misimamo mikali, serikali ya kijeshi iliacha kufanya kazi na mkoloni wa zamani Ufaransa na badala yake ikageukia Urusi kwa usaidizi wa kijeshi. Mashirika ya kutetea haki za binadamu tangu wakati huo yamerishtum jeshi kwa kufanya dhuluma dhidi ya raia wakati wa wakati wakati kukabiliana na wanamgambo hao na pia kukandamiza